Hapa tulipofikia nadhani umeshaelewa kwa nini neno alikuwako kwa Mungu, kwanini Mungu alikuwako kwa Mungu, kwanini Yesu alikuwako kwa Mungu. Okay. Huu ni mwezi Machi. Niko nyumbani. Ushaelewa kwa nini Kristo Wellu mwezi Machi, mwezi wa tatu, alikuwako nyumbani kwake. Kwanini? Kwa sababu ni nyumbani kwake. Kwanini? Kwa sababu alipaswa kuwa pale. Kwanini? Kwa sababu ana uhuru wa kuwa pale. Kwanini? Kwa sababu anapamiliki mali.